cha antena ndani ya mabanda haya ya sabasaba mteja atalipia vifurushi vya miezi miwili ambavyo sasa atavilipa kwa shilingi elfu 25 kwa hiyo kwa miezi miwili vitakuwa sawa na elfu hamsini na atapatiwa kisimbuzi cha antena kikiwa na vile vifurushi vya miezi miwili bure kabisa ambao atakwenda kuenjoy miezi yake yote miwili akiwa na hicho kisimbuzi k kwa mwaka huu sabasaba tumewaletea wananchi kwamba elimu ya sheria kuhusiana na masuala mazima ya haki za binadamu, lakini utawala bora, lakini pia masuala ya kisheria yote, lakini na kuu zaidi tunatoa huduma ya msaada wa kisheria. Kwanza, siku za mwanzo za awali maonesho huwa hayajachangamka sana, lakini sasa hivi utashangaa. Hizi uh, ni siku mbili tu, lakini hali Tanzania ndio tuko katikati. Hii inaonyesha kwamba maonesho ya mwaka huu yana vibe, tunasema vibe kubwa kwa mara hii Sabasaba ya mara hii, tunawapa abiria wetu special discount ya kwenda Zanzibar na kurudi. Kawaida tiketi ni elfu 35 kwa klasi ya economy, ukikata kwenda ni elfu 35 na kurudi ni elfu 35, ila kwa ofa hii ya Sabasaba tutawafanyia discount ambayo ni elfu 65 badala ya elfu 70.